Ingawa friji ni kifaa muhimu kwa kuhifadhi vyakula, si kila chakula kinachofaidika na baridi. Baadhi ya vyakula vinaweza kupoteza ladha, muundo, au hata kuharibika haraka zaidi vikihifadhiwa kwenye friji. Hii ni orodha ya vyakula ambavyo ni bora kuhifadhi nje ya friji.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 kuifanya kuwa laini na kupoteza ladha. Nyanya huendelea kuiva vizuri zaidi nje ya friji. Mbili. Vitunguu, unyevu wa friji huweza kusababisha kuoza haraka. Hifadhi vitunguu vyako mahali penye hewa ya kutosha. Tatu. Viazi, baridi hubadilisha wanga kuwa sukari, kuathiri ladha na muundo. Hifadhi viazi vyako kwenye sehemu yenye giza na baridi kiasi. Nne. Mkate friji hufanya mkate kuwa mgumu haraka hifadhi mkate wako kwenye chombo kilichofungwa vizuri nje ya friji tano ndizi baridi huathiri mchakato wa kuiva na kuharibu ngozi yake hifadhi ndizi zako kwenye joto la kawaida hadi ziwe tayari kuliwa sita asali asali ni kihifadhi asilia na haihitaji friji baridi huifanya kuganda na kupoteza muundo wake wa asili saba siagi ya karanga. Siagi ya karanga ya asili inaweza kuwa ngumu na isiyo rahisi kupaka ikiwa kwenye friji. Hifadhi siagi yako kwenye kabati kwa matumizi rahisi. nane. Matunda kama tufaa na embe. Baridi huweza kuharibu muundo na ladha ya matunda haya. Hifadhi kwenye bakuli la matunda nje ya friji. tisa. Kitunguu sahumu hupoteza harufu na ladha ikiwa kwenye friji hifadhi kitunguu saumu kwenye sehemu yenye hewa ya kutosha. kumi. parachichi au avocado, ikiwa bado haijaiva, baridi huchelewesha mchakato wa kuiva. Hifadhi parachichi nje hadi iive, kisha unaweza kuiweka kwenye friji baada ya kuiva. kumi na moja. pilipili hoho. Baridi huweza kuathiri muundo wake na kuifanya kuwa laini. Hifadhi pilipili hoho kwenye sehemu yenye hewa ya kutosha. Kuweka vyakula sahihi kwenye friji ni sanaa na sayansi. Ingawa friji husaidia kuhifadhi vyakula vingi, ni muhimu kujua ni vyakula gani vinavyostahili kuhifadhiwa nje, ili kudumisha ubora, ladha na afya. Kwa kufuata mwongozo huu, utapunguza upotevu wa chakula na kuboresha matumizi yako ya kila siku.